Ambazo nitasema zimegonga vichwa vingine vya habari hapa nchini, na leo tunataka kuangazia yule ambaye ni msanii wa Bongo Flava ambaye anaimba into rapping song ambaye anajiita Uh, Rostam, eh, pamoja ni kundi zima lile ambalo linajiita Rostam, ambapo ni Roma pamoja na yule Stamina, ambao mmoja kwa sasa tunajua ni kwamba mmoja yuko kule Marekani na mwingine yuko hapa nchini Tanzania. Sasa Roma, kuna nyimbo ambapo aliweza kuimba ambapo ina takriban miaka miwili mpaka sasa ambapo nyimbo hino aliiweka title yake ama kichwa chake pale, akasema kwamba nipeni maua yangu. Akimaanisha kwamba nisifieni mingali bado niko hai, yani msisubiri umauti. So mi siku zote husema kwamba vyombo vya habari inategemea vile ambavyo utavitumia. Una uwezo wa kuvitumia na viwe funzo kwa wengine, na vile vile pia unaweza kuvitumia ili wewe unayevitumia uonekane mwenda wazimu, na vile vile pia wewe unayevitumia Ukawa kambe kama ndio baraka kwa wengine ili wawezi kupata amani, kupata burudisho, kupata kitu ambacho kitageuza kwa maisha yao. Sasa, kuna nyimbo fulani hivyo ambayo ilimbwa na yule Roma Mkatoliki, ambapo yeye ni Mtanzania, ni mraia wa Tanzania, lakini kwa sasa tunavongea, ni mtu ambaye anaishi zile sehemu ambazo ni za Amerika kule, na chanzo kikubwa chake kukimbia kule mbali na kutafuta mokoto, pia vilevile mojawapo sababu nili ya kwamba alikuwa yatekwa mara kwa mara, endapo ataimba zile nyimbo zake ambazo ni nyimbo ambapo siku zote akila akiimba alikuwa anakashifu serikali ya nchi ya Tanzania, ambapo ni kile chama cha CCM. Sasa kuna nyimbo ambapo aliimba na kusema kwamba nipeni maua yangu, ambapo alikuwa akimaanisha kwamba nisifieni ningali bado niko hai, msisubiri nife, msisubiri nitekwe, msisubiri kibaya kinitokee baada ya kwamba mimi nimejaribu juu chini kuwatetea nyie watanzania wenzangu wa ndio muje mnisifie mkinipa maua aziniani muje mnishangilie baada ya kwamba jambo baya tayari limeweza kunitokea hasa ni nyimbo ambayo mimi imenigusa. Ni nyimbo mimi ambayo kuna mashairi hapa ndani ambapo mimi nimeyasikiliza kwa makini na nikayandika, na yakaniingia kwa kichwa, na nikasema lazima kama KG Chipande, uh, tujitahidi ili tuweze kusikiliza na tuweze hujua ni kitu gani ambacho alikiongelelea ambacho ni kama alikuwa yuyo akitabiri na sahihi. Tunapoongelelea ni kitu ambacho kiko hadharani, so kuna baadhi ya mistari ambayo aliandika hapa, ambapo mstari mmoja vilevile andakusomea nisema ya kwamba uh, Roma alikuja hapa akasema kwamba uh, kuna wakati ya kwamba wahubiri ama mapasta kanisani wanaombea wafuasi wao ili waweze kupata magari, lakini ikifika wakati wa kwamba huyu mhubiri anataka yeye apate gari, basi anawambia wale wale wafuasi wake ambao aliwaombea wapate magari, anawambia wamchangie ili mradi yeye aweze kupata magari. Alafu mwisho wa siku anakwambia tafakari ya babu kimaanisha. So na mstari mwingine pia vile vile nataka tuongelee moja baada ya moja, ambapo pia Roma alikuja akakashifu baadhi ya Watanzania ambao wanajifanya kambe kama hawa hawataki kusikia stori zozote za kisiasa, na kusema kwamba uh, watanzania wenzangu, watanzania baadhi, alisema baadhi ya wa watanzania wenzangu, amkeni na muache ujinga, mjue ya kwamba siasa ndiyo maisha ya kila siku ambayo yanatuongoza sisi hapa ndani ya nchi. Ukumbuke ya kwamba endapo utakashifu mwanasiasa yoyote ama kiongozi yoyote basi ujue unafanya kazi yako, kwa sababu kile kitu unachokifanya wewe, kila unaponunua sukari, kila unaponunua mafuta kila unaponunua mkate ujue kuna pesa ambayo inaenda kumlipa yule ambaye ni kiongozi wako, kutoka rais mpaka chini kwenye kata yako uliopo. Hasa endapo unamkosoa yule mwanasiasa, basi ujue unakosoa mtu ambaye ulimwandika kazi wewe, ama mtu ambaye unamlipa mshahara wake wa kila siku it's very right. Yuko sahihi kabisa, na yuko The point, na anasema kitu ambacho ni kisawa kabisa. Aha, akaja akasema pia Roma hapa, akasema kwamba tatizo la wanasiasa ni pale tu punde wanapochaguliwa wanatafuta njia ya kuja kuchaguliwa tena. Yani, mwanasiasa ukishamchagua ama mwanasiasa akishapiga kampeni zake paka ukishamchagua, instead yeye akafute njia ambayo itamfanya ajiboreshe kwa watu ambao walimchagua na wale watu ambao walimchagua wasi wasihuzunike na wasiseme kwa nini tulimchagua wao walimchagua wakiwa wanajisifia kwamba tulichagua kiongozi ambaye tunaamini ya kwamba uongozi wake utatutoa mahali hapa na utufikishe mahali hapa. Lakini sasa imekuwa kambe, kama mwanasiasa akishachaguliwa tu kidogo, kitu anachokifikiria ni kitu gani ambacho kitanifanya mimi nichaguliwe mara ingine tena. So that's reality and that's what it's going on ama that's what it's really happening at the moment. Aha, akaendelea hapa na kusema kwamba, e Bwana, uh, tunakutukuza sana na washangaa vijana warembo. Okay, alikuwa anasema cha, kuna washangaa vijana warembo watu na shati na nusu wanaosema bila, bila, bila, uh, bila mrengo wa kisiasa, iwauze wanasiasa inaweza amua na kukalala yani, ni kwa maana kwamba siasa ndio kitu ambacho kinaweza kaamua kwamba unaweza kukalala na njaa au kukalala ukiwa umekula. Aha, jenga miundombinu yote hapo nchi iendelee, inahitaji vitu vinne tu: uongozi bora, siasa safi, ardhi na watu. Na Simba ni wapinzani, la sio kwamba hawapatani. Yaani hapa alikuwa anamaanisha kwamba uh, we are talking about the CCM ile Chama cha Mapinduzi pamoja na kile chama cha cha Chadema, ya kwamba siku zote basi wakuwe wapinzani wakuu, lakini wasikuwe mahadui. Na akaeleza mfano mzima wa zile timu kubwa pale Tanzania, ambao ni timu ya Simba Sports Club na pamoja na ile timu ya Yanga Sports Africa, ambapo alikuja akasema kwamba hawa ni wapinzani, wanapingana sera zao ama ni watu ambao wa hawapendani kwenye mchezo wa mpira ama hawapendani endapo kwa uwanjani, lakini hawamaanisha kwamba hawa ni maadui, haimaanisha kwamba hawa hawashirikiani kwa njia moja ama nyingine, wala haimaanisha kwamba hawa kunaye ambaye anamzidia mwenzake ili asipate ile ambayo ni riski. Samahani. <coughs> So, ladies and gentlemen, Afrika, kuna vitu vingi ambavyo ameweza kuviongelelea hapa ambapo mimi nimeviandika kiukweli, lakini for real sense Uh, ukivisoma nilivyoviandika vinatoa ama vinatutoa kwenye mada na sitaki kutoka kwenye mada. Kitu ambacho najaribu ama nataka tuelezane kwa ufupi ni kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanatumbuiza ambapo tukiwafuatilia basi wanatujengea taswira ya nchi ilivyo, na wapo wengine ambao ni waimbaji maarufu ambao tukiwafuatilia zile nyimbo ambazo wanaimba wanatujengea taswira tofauti ambayo haipo kamwe. So chaguo ni lako, chaguo ni langu, ni yupi wa kumsikiliza, ni yupi wa kumpuzia. Vyombo vya habari vikuu vipo, ambao vinaweza tukapeperusha habari kila kona ya ino nchi lakini kunazo habari ambazo wanaweza kupeperusha na kunazo habari ambazo wanazificha, hawawezi kuzipeperusha. Chaguo ni lako vilevile vile. Ni wapi ambapo utatazama kupata habari za ukweli, na ni wapi ambapo utaepuka ili usiwezi kuchukuliwa akili yako ikakuwa directed sehemu zingine. Tege ya video inayokuja tukiendelea kuongea siasa nzima za hapa nchini, ili tujue mwelekeo wetu ni upi, utekwaji ni upi, na ni upi aliyezuiliwa ili asiwezi kusema chochote kile, na ni upi ambaye ameruhusiwa kusema lolote lile, ili mradi aweze kuteka akili nyara za watu nchini.